Yaani, kufunga usile kila siku, kula kwa wakati, pumzika kwa wakati, lakini kufunga kama uwezi kabisa kufunga, kuzuli kula, a diet written in the Bible, kula chakula kilichoandikwa kwenye Biblia. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu atakusaidia. Muda usingetosha kuambia faida nyingi za kufunga, lakini anza kupractice angalau jumatano moja umefunga. Jamani, bwana asifiwe sana Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usisubiri tu kwamba mpaka upate matatizo ndio ufunge. Ah, jumatano moja umefunga ay ah, unaenda wiki nyingine umefunga, inakuwa pateni kila jumatano nimefunga, na utaona. Nimewaangalia Waislamu wanapokuwa wanafunga wakati, wakati wa kufunga, wagonjwa wangu wale wa Kiislamu wakati wa mfungo hawaji, hawaji kabisa, na niliwauliza, hivi, mnajua kwa nini? ya mji akasema ah, unajua saumu hii saumu Nikiwa na saumu najisikia vizuri. Kamwambia, unaona, haya masukari haya ndio yanakuletea shida. Kula kula, hebu jifunze, sio tu wakati wa saumu mwezi mzima, lakini funga hata kama hakuna saumu ile ya kawaida, ile ya kufunga. Jamani Bwana Yesu asife sana, na wengi wamekuwa wanapata faida hiyo. Sasa sisi huenda tumebarikiwa kwa namna fulani, tunasahau hiyo. Tufunge kwa ajili ya afya, lakini ufunge kwa ajili ya kujiweka karibu na Mungu. Mungu atakubariki. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana.